Ajali mbaya ya kusikitisha imetokea kaskazini mashariki mwa Thailand baada ya kreni ya ujenzi kuporomoka na kuanguka juu ya treni iliyokuwa ikisafiri, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua thelathini na wawili pamoja na majeruhi sitini na sita tukio hilo limetikisa taifa hilo na kuzua maswali makubwa kuhusu usalama katika miradi ya ujenzi mikubwa inayoendelea, kwa mujibu wa BBC. Kreni hiyo ilianguka wakati treni ikiwa njiani, na kusababisha mabehewa kadhaa kutoka kwenye reli, huku moja likishika moto. Miongoni mwa waliojeruhiwa ni mtoto wa mwaka mmoja na mzee wa miaka themanini na tano, huku watu saba wakiripotiwa kuwa katika hali mahututi. Wakati wa ajali treni ilikuwa imewabeba jumla ya abiria mia sabini na moja. Treni hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Bangkok kuelekea mkoa wa Ubon Ratchathani ikiwa imejaa wanafunzi na wafanyakazi waliokuwa wakielekea shule na makazini. Mashuhuda walisema tukio lote lilichukua chini ya dakika moja, huku abiria wakirushwa hewani baada ya kreni kuanguka kwa nguvu kubwa. Shahidi mmoja, Maliwan na Nakthon, alieleza kuwa vipande vya zege vilianza kudondoka kabla ya kreni kuteleza polepole pole na kisha kuporomoka juu ya treni. Maelezo yake yanaonyesha jinsi tukio hilo lilivyokuwa la ghafla na la kutisha bila kutoa nafasi ya abiria kujinusuru. Mamlaka za reli nchini Thailand zimetangaza kuanzisha uchunguzi wa kina na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya kampuni ya ujenzi iliyokuwa ikihusika. Kampuni ya Italian-Thai Development imeeleza masikitiko yake na kuahidi kutoa fidia kwa familia za waliopoteza maisha na waliojeruhiwa, huku Waziri Mkuu wa Thailand, Anutin Charnvirakul ametoa wito na uwajibikaji akisisitiza kuwa ajali ya aina hii haiwezi kutokea bila uzembe, kukiuka taratibu za kiusalama au kutumia vifaa visivyokidhi viwango. Kauli yake imeongeza shinikizo kwa wahusika kuwajibishwa. Kreni hiyo ilikuwa ikitumika katika mradi mkubwa wa reli ya mwendokasi unaounganisha Bangkok na Laos, mradi unaofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na China. Ingawa mradi huo una umuhimu wa kikanda, tukio hili limeibua hofu kuhusu utekelezaji wa viwango vya usalama katika ujenzi. Thailand imekuwa ikikumbwa mara kwa mara na ajali za ujenzi kutokana na udhibiti dhaifu wa usalama. Tukio hili limeongeza orodha ya majanga yaliyosababisha vifo vingi na limeacha majonzi makubwa kwa familia za waathirika, huku taifa likisubiri majibu na haki kutendeka. Imeandaliwa na Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari, na kusoma kwako nami Timo Thrugoe. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.